Mwongozo wa kujifunza Biblia Mei 21 siku ya Jumatano. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema Zaburi tano. Soma Zaburi sura ya tano. Katika kazi hii, Daudi anaonesha tofauti kubwa kati ya wale waliopotea na wale waliokombolewa. Linganisha Zaburi hii na lugha ya Ufunuo 14 aya ya 1 hadi 12. Unapata ufanani gani? Na huko kufanana kuna kuwezeshaje kuelewa maana ya kuwa sehemu ya vuguvugu vugu la masalio wa Mungu wa siku za mwisho? Inaelimisha kutambua kwamba Daudi anasisitiza kwamba mwovu hata kaa na Mungu. Zaburi sura ya 5 aya ya 4 lengo la hema takatifu lilikuwa kwamba Mungu apate kukaa kati ya watu wake, na itakuwa vivyo hivyo katika ufalme wa Kristo. Tazama Ufunuo sura 21 ya tatu. Wale wanaoweza kukiendea kiti cha enzi cha Mungu lazima wakombolewe pia. Inafaa kuangalia kwamba Daudi anaelezea tendo la ibada katika Zaburi sura ya tano aya saba 7 ambalo ndilo suala kuu la kufa na kupona katika pambano kuu Ufunuo sura ya 13 inataja ibada mara tano na ujumbe wa malaika watatu unauita ulimwengu kumsujudia yeye aliyefanya. Daudi anatuambia kwamba anamcha Mungu, na ujumbe wa waliosalia unauita ulimwengu urudi kumcha Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Ufunuo sura ya 14 aya saba. Pia angalia jinsi waliokombolewa katika Ufunuo sura ya 14 wanaelezewa kuwa haukuonekana uongo, Ufunuo 14 aya tano. Katika vinywa vyao, ni watu wanaosema ukweli ambao maneno na matendo yao vinaakisi tabia ya Mungu ya haki. Waovu, kwa mujibu wa Daudi, vinywani mwao hamna uaminifu, Zaburi sura ya 5 aya 9. Ni tukio la kustaajabisha ambalo Yohana analiwasilisha katika sehemu hii muhimu ya Ufunuo. Wenye dhambi tu wameondolewa mautini na kupewa fadhila ya kusimama mbele za Mungu. Hawakuifanyia kazi haki hii. Wamepewa kutokana na ukweli kwamba mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Adamu mwenye haki, anasimama hapo pamoja nao. Wamesamehewa, wamekombolewa hawapaswi tena kubeba hatia yao wenyewe, linganisha na Zaburi sura ya tano aya kumi na kwa sababu mwana kondoo wa Mungu ameibeba kwa ajili yao, linganisha na Isaya hamsini na tatu aya kumi na mbili na Wakorintho wa pili sura ya tano ya ishirini na moja. Jina la Mungu likishaandikwa katika moyo wako, ni vigumu kunyamaza. Watu wa Mungu wanatoa wito mmoja wa mwisho wa rehema kwa sauti kuu, Ufunuo 14:7 Nao wote wanaokimbilia watafurahi, watapiga daima kelele za furaha, kwa kuwa wewe unawahifadhi walipendao jina lako watakufurahia. Zaburi tano kumi na moja. Hebu ufikiria umesimama mbele ya Mungu mtakatifu na mkamilifu katika hukumu, huku kila tendo ambalo umewahi kufanya likiwa wazi mbele zake. Mandhari haya yanakuambia nini kuhusu hitaji lako la haki ya Kristo? Mungu atubariki sote na karibu tena.